Tuwa mwanandugo viongozi na ndugu wa, wa mwale, mwale. Mwale, sisi wote siku ya leo ni siku ya maadhimisho ya wiki ya wazazi ambayo wa sisi kata ya Misheni tuko hapa kwa ajili ya maadhimisho haya, ndugu waume yes,

sina mingi zaidi zaidi ya kuombea Mungu awabariki. Ndio kwa asante sisi moyo wote, msheni safi. Asante ndugu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi, ngano tu rasmi, ambao waifikie kwa wazazi. Tunashukuru kuwepo hapa wakati huu kwa shughuli maalum ya maadhimisho ya siku ya bimwe wazazi, unajua

Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kuitukuza siku ya leo ili tuweze kufika mahali hapa kuweza kutoa msaada wetu kwa hali na mali kwa watoto wetu. Jumuiya hii ndio jumuiya inayolea elimu watoto na mambo yote ya kuhusu, ndio jumuiya kuu yenye ushauri na kuangalia malezi bora kwa watoto na hata kwa vijana pia. Hii ndio jumuiya kongwe katika jumuiya zote za Tanzania. Sisi kama wazazi tumepewa na jukumu ya malezi ya elimu shuleni na elimu ya mazingira. Sisi kama wazazi kwa hiyo na nawashukuru sana ndugu zangu, jumuiya ya wazazi inapata misingi ya chama cha mapinduzi. Unapotaja jumuiya, manake unakitaja chama cha mapinduzi. Jumuiya hii kama nilivyosema, ndo jumuiya kombe katika jumuiya zote, na kwa kuzingatia elfu mbili ishirini na tano tunaenda kwenye uchaguzi. Sisi kama wazazi, lazima tuhakikishe tunaenda, wa tunaenda katika uchaguzi mkuu wa chama cha mapinduzi, uchaguzi mkuu wa serikali, kwamba tuhakikishe tunaenda katika misingi iliyo bora ya utulivu wa ulinzi wa amani na misingi yake, twendeni tutasimama tuhakikishe uchaguzi unafanyika kwa amani utulivu na mshikamano wa shima. Wajumbe, tunaadhimisha maadhimisho haya ni mpango kazi wa chama. Kwa hiyo kila jumuiya imepewa wajibu wani na kutekeleza wajibu iliyopewa. Naomba sana ni washukuru wajumbe wote tuliojitokeza, wa kwa ajili ya usafi na mazingira hapa shuleni wetu wa elimu maalum, tumefanya usafi, nawashukuru sana. Lakini pia tunakushukuru diwani, tunakushukuru sana. waliposema kwamba sii ni mzeni kwana na ushekeo inavyokamata, nikasema diwani tunaye na tunatamba naye mm. Kidumu chama cha mapinduzi! inaonekana wazi wazi kwamba mna upendo wa dhati na mna upendo wa na watu e, wetu na ni walezi wetu kweli. Eh, mimi nisema kwamba muendele na moyo huu na wengine waiye tabia niifanye. Kwa sababu eh, mlichokifanya manake hata jamii imeona leo kwamba hapa mmewajibika kwa kweli. Kulikuwa wachache lakini mmewajibika kwa kweli. Mazingira yameboreka. Watu wetu wanafurahi. Kwa naamini kabisa kwamba mlichokifanya e, Mungu atawazidishia. Naitwa Samwel Fred Chales, nasoma mm -hmm, darasa la sita. Kwanza nashukuru sana mazingira na yetu ilikuwa tofauti kabisa, lakini kwa mechokifanya hapo, kwanza tuwape pongezi haya. Na natoa shukrani kubwa sana kwa wote waliofanya usafi, najua kabisa ni Jumuiya ya Wazazi. Basii, tuwashukuru sana na tuwape pongezi sana kwa wamechokifanya.